Rais William Ruto ametangaza mpango wa kubadili sheria za dawa za kulevya nchini ikiwemo kuanzishwa kwa, kwa adhabu ya kifo watakaopatikana na hatia ya kuuza dawa hatari zaidi kama heroin na cocaine. Akizungumza wakati wa sherehe ya uchumba wa Sandra Chesergon binti wa mbunge wa Muiben Phyllis Barto, rais amesema sheria za sasa ni nyepesi mno, akisema baadhi ya wauzaji wa dawa hizo upigwe faini ndogo ya hadi shilingi milioni moja. Rais Ruto amesema biashara ya dawa za kulevya inaangamiza familia, inaongeza uraibu miongoni mwa vijana na kuhatarisha mustakabali wa taifa. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin, watoto wetu wamekwisha. Mutu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa, mtu ambaye anauza heroin. Amesema serikali haiwezi kuvumilia hali ambapo wahalifu na wauzaji wa dawa za kulevya wanachukulia faini kama gharama ambayo ni sehemu ya biashara zao. Hivi unadhani adhabu ya kifo inaweza kusuluhisha tatizo la dawa za kulevya ngumu hatari zaidi kama hizi nchini? Hebu tujue maoni yako kwenye comments hapa chini. ala dotungu